Jitahidi kuweka mifumo na tukubali kubadilika kwamba zipo teknolojia. Wizara ya Maji, kwa maana ya watendaji na mimi kama kiongozi, tubadili mindset, mifumo na teknolojia zitumike kugeuza na kufanya mageuzi ndani ya sekta ya maji. Jambo la tatu ambalo tumekubaliana na katibu mkuu, lazima tuwe na alternative financing Sasa hivi tunazo fedha za mfuko, sawa, tunazo ndio, yaani lazima ni sawa na mbegu ile. Umepewa ni mbegu ile, una hiari yako, upande ili uvune zaidi, au kaange bisi unywe na maji, shughuli ifanyaje ishe. Alternative financing tunaweza kufanya, tumejaribu kule Tanga, tumefanikiwa. Sasa hivi tunaenda na water bonds tukiwa na rasilimali fedha ni rahisi kufanya mambo yetu. Akisema tusemee tu serikali peke yake, yapo baadhi ya mambo tunaweza tukachelewa. Mungu ametupa mawazo, Mungu ametupa akili, Mungu ametupa maarifa, na tunayo political willing ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Hakuna shughuli ambayo sisi tumemwomba aje hajaji, amekuja na ametusapoti. Ni kuombe sana katibu mkuu, Niwaombe sana watendaji wa wizara yetu ya maji, tumepata nafasi. Msiseme tu bwana Aweso, tumekaa naye, amekaa miaka tisa, tunaacha nini? Naomba mnitumie kwa sababu naifahamu sekta. Popote ambapo tunaona tunatakiwa twende, nipo tayari, twende ili kuhakikisha tunafanya mageuzi katika sekta yetu ya maji.